Nataka kushare na wewe hatua nne ambazo zinaweza kukusaidia kudili with pain. Juzi nilikuwa naongea na, na rafiki yangu mmoja na kana ananiambia sijui, kuhusu ilikuwa ni mambo ya mahusiano, nikamwambia nzuri, na namna ambayo ni bora ya wewe kudili na hayo maumivu yako ni wewe kukaa na maumivu yako. Akambia oh, lakini naumia. Nikamwambia yes, ukitaka yaishi haraka ya kaa nayo, usireact Usijione huruma, usijiulize kwa nini unapitia unachokipitia. Kaa naye, sikilizia vinavyouma, iache ume mpaka wakati ambapo unaposikia hayaumi tena. Unajua kwa sababu gani? Maumivu yanapokuja hayaji tu kwa sababu yamekuja, ya yanakuja kwa sababu kuna nafasi ambayo uliacha, walikusaliti Uh, kuna vitu ambavyo unatakiwa kufanya au kufanya, ni Mungu anakufundisha. Okay, ni sehemu ambapo unapotakiwa kukua hivi, yani haiji plain, inakuja something cha kuongeza au cha kupunguza kwenye maisha yako. So unapo react ile nguvu ya ile maumivu inapungua, that is it. Kwa hiyo unapoanza kupambana ukaita shangazi yako ukaita mama hapa aje kusaidia, ile nguvu inapungua, but ukikaa nayo itakuonyesha kwamba, okay, sehemu fulani, ndio maana kikao hiki nayo itakupa reflection ya sehemu gani au watu gani ambao uliwaingiza wakaharibu hicho ambacho umekuwa ukitengeneza. Lakini ukikaa nayo inakupa wewe nguvu na akili ya kuweza kuchanganua kuhusu hicho kitu ambacho unacho struggle nacho. Hiyo ndo maana yangu mimi, na hiyo ndo ukuaji. Ukuaji ni kukaa na kile kitu ambacho unachokipambania kukitoa, kujifunza, kukiboresha, kujifunza namna ya kuishi nacho na kujifunza namna ambavyo hakiwezi kuleta madhara kwenye maisha. Kwanza unaweza kufanya kukabiliana na maumivu ni kukubali udhaifu wako. Kati ya watu wote imekuja kwako, lakini fahamu udhaifu wako. Kukubali kwamba okay, kuna mistake ilitokea kikaja; kukubali kwamba hau, hau kufanya, anapaswa kufanya. Kukubali udhaifu wako kunakufanya wewe kuweza kupata akili nyingine ya kuchanganua. Yes. Wakati wa maumivu yako, kubali udhaifu wako. Okay, una maumivu unafanya nini? Okay, wewe una react sana, wewe unalia sana, wewe unafanya sana n udhaifu wako na usikubali ukakutawala, kutawala wakati wa maumivu yako, hilo la kwanza. La pili na ambalo ni kubwa zaidi, tafuta sehemu ambapo unapoumia sana, your pain point, your pain point. Je, wewe unaumia kwa sababu mtu amekudanganya au unaumia kwa sababu ulimwamini ulimpa nafasi then na akakudanganya wewe unaumia alipokuchit. Je, unaumia, unaumia kwa sababu amelala na mtu mwingine au unaumia kwamba the effort ambayo ulikuwa unaweka kwenye mahusiano someone else amechukua for granted. Ukifahamu unaumia kutokea wapi, itakusaidia wewe kuweza kufanya au kubadilisha maumivu na kuyabu, kuyatengeneza kuwa kitu kingine. Okay. Unaumia kwa sababu umesalitiwa. Unaumia kwa sababu uliweka kila kitu pale. Yale maumivu yatakwambia, ukiweka mayai yangu kwenye kapu moja. Nifanyeje? Unaanza ku? Unaanza ku? Yes. Nadhani umeelewa. Namna ya tatu ni usikimbie kila maumivu. Yanauma, yes. Yana kera, yes. Ni usikimbie kila maumivu yako. Una jaribu kuyasikia. Jaribu kujua kwamba nikikimbia hili litatokea. Yaani yani, kufanya tathmini kabla hujaamua kukimbia. Lakini kukimbia maumivu haimaanishi kwamba itaondoa maumivu. Kimbia maumivu itaongeza maumivu in future, kwa sababu hautafanyia kazi hicho kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi. So usikimbie kila maumivu. Mengine yavumilie, mengine tafuta sehemu ambapo unapoweza kuyaweka kwenye kapu, uko unaendelea na maisha mengine. Ili yakufanya au itatumika kama mafuta yako kuwasha huo moto ndani yako. Usikimbie kila maumivu. Kipengele cha nne na cha mwisho ni kwamba jifunze kwenye kila maumivu yako. Yes. Maumivu, okay? Kovu ni kwa sababu niliamini sana kwa, kwa sababu sikuwa makini nilitumia emotions zangu kujali. Liangalie, alafu jifunze. Tunajifunza kutoka kwenye makovu ambayo maumivu yametusababishia. Hii ni Kijiweni, huu ni ukuaji binafsi.